Assalamu alaykum, hamjambo jambo. Leo nimetengeneza smoothie bowl, na matunda niliyotumia ni mulberries, ndizi pamoja na mananasi. Haya matunda niliyagandisha siku kabla, na wakati wa kutumia, unayatumia wakati bado yameganda. Unaweza kuongeza matunda mengine unayopenda eh, au katumia matunda tofauti na haya. Unaweka kwenye blenda na barafu alafu tena tunaweka na asali. Kama upende asali, unaweza kuweka sukari ama ya yale maziwa mazito. Na hapo tumeweka mtindi, na kama upende mtindi unaweza kutumia uh, heavy cream. Unasaga mpaka inalainika vizuri kama hivyo, inakuwa imechanganyika vizuri na inakuwa smooth, unaweza kuila hivyo hivyo plain au unaweza kuiweka kwenye kibakuli ukaifunika vizuri ukaigandisha ukaila kama ice cream. Aya, hapo tumeweka semi sweet chocolate chips. Hii si lazima, kwa sababu unaweza kuila plain, lakini mi napenda kuweka hivi, na hizo ni uh, slices za ndizi, ukanyunyizia na njugu na unaweza kuweka njugu aina zozote, alafu tukaweka na asali kidogo, unaweza kunyunyizia na oats. Bas, smoothie bowl yetu iko tayari kwa kuliwa. Iliyobakia nikaweka mtindi kwenye glasi na malberries kidogo, nilizisaga nikazieneza kwenye glasi, alafu juu nikaimwagia ile smoothie yetu. Jaribuni, mtaipenda. Shukran.